Operesheni iliyoanza mapema katika barabara ya Kenyatta jijini Nairobi, maafisa wa mamlaka ya usalama barabarani na polisi wa trafiki wakifika katika eneo hili kuhakikisha kuwa magari yaliyo na mapambo yametiwa mbaroni. Moja kwa moja ziliwasili na kusimamishwa, maafisa hao wakichukua leseni ya usafiri pamoja na nambari ya usajili kabla ya kuelezea dereva na kondakta kuhakikisha kuwa magari yao yametolewa mapambo hayo. Sheria inasema lazima uweke jina ya kampuni ili unaoperate nayo mbele, nyuma na upande, lakini unaona hii mabasi ngine ingine inajiita jina fulani, lakini unaputa iko majina zaidi ya moja so hiyo ni makosa. Sababu wananchi watajuaje makosa? Wakifanya makosa, tutajua ni gari gani wameingia. Operesheni hiyo ikielekezwa katika barabara ya Ngong ambapo magari nane yalitiwa mbaroni. Michoro hii ikiwa ndani ya magari mengi ya umma yaliyokuwa yakizuiliwa katika eneo hili. Wengi waliokamatwa wakijitahidi kutoa michoro hiyo ili kujikwamua kutoka kwa mkono wa sheria. Safari hiyo ikiendelezwa katika barabara ya Lang'ata ambapo magari tisa yalikamatwa. Hata hivyo kuna wale waliokuwa na tetesi kwa maafisa waliokuwa wakiendesha shughuli hizo. Ni, ni rangi magani? Ni rangi gani, so hawa watu wa NDC wanaamuka kila siku na kuja kushika magari kwa barabara. Sasa wewe, kila kila tukifanya namna hiyo, hizi magari they operating ada, ada, rounds. Sasa hiyo round tutafanya namna gani? kwa sababu kama saa hii wameangusha karibu gari zangu zote tatu. Katika barabara ya Jogoo, maafisa hao waliweza kukamata magari manne ya umma ambayo yalikuwa na michoro hiyo, hali iliyodhirisha jinsi mazoea hayo yalivyoenea katika maeneo tofauti katika barabara za jiji. Kulingana na sheria za operesheni za magari ya umma za mwaka huu, magari ya umma yanapaswa kuwa na nambari ya jina la kampuni inayoonekana vizuri, na wote upande wa mbele, nyuma na kando. Hii ni kuzuia mchanganyiko wa maandishi na jina halisi. Wizara ya uchukuzi sasa imesema kuwa operesheni hiyo itaendelea kote nchini ili kuhakikisha uzingativu wa sheria za barabarani. Tete Njoroge, Citizen Nipashe.